Na kama mimi ningekuwa kiongozi aise, familia yangu ingekaa pembeni, nisingefanya ujinga aliyoufanya Ahabu. <laughs> yani badala ya matatizo ya nchi yako kutatua mwenyewe unaenda kuomba ushauri kwa mke wako se. Afu mke mwenyewe sasa, ambaye hamjui Mungu aliye hai, hamwabudu Mungu ambaye ameumba mbingu na nchi. Ah bana wewe! Kuna viongozi wengine mambo ya kazini wanaenda kuomba ushauri kwa wenzi wao, wanashirikisha wenzi wao wengine mpaka wanashirikisha watoto wao. Mwisho sio mzuri, sio kwa Ahabu tu, hata Herode, hata Herode. Mabavu tu, unamuuliza mtoto wako Ehe, unaniambiaje mwanangu? Kwenye birthday, mtoto analeta mambo ya nchi, kata kichwa Yohana. Ningekuwa kiongozi wa nchi, nisingeishirikisha familia yangu hata kidogo kwenye maamuzi ya nchi, wakati mimi niko kiongozi kama atakuja kuwa kiongozi mimi nikiwa sipo madarakani, is okay is well and good, lakini sio yeye aamue mambo ya nchi wakati mimi niko madarakani <laughs> apana, aipendezi, haikuji, haifai.